Hakuna makubaliano ya amani yatakayotiwa saini Jumapili hii Juni 15, 2025, Washington. Katikati ya Juni kwa hakika ilikuwa lengo la awali la kutia saini makubaliano hayo katika ikulu ya White House, ikiwa ni Maison Blanche, lakini ilibidi kubadilishwa ili kuendana na uhalisia wa mazungumzo hayo, baada ya mabadilishano ya barua pepe kadhaa kati ya maafisa wa Marekani Wakongo na Rwanda, mazungumuzo ya kimwili katika ka ngazi ya mazungumuzo kita ya kitaalamu yanaanza. Makubaliano ya amani ya kweli na ya ushindi ambayo yakishakuwa tayari yatawasilishwa kwa mawaziri wa mambo ya nje ili kuidhinishwa na wakuu wa nchi ili kutiwa saini, alieleza Olivier Nduhugirehe, waziri wa mambo ya nje huko nchini Rwanda hii yajiri wakati Bintu Keita, mwakilishi maalumu wake katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, yuko ziarani hapa katika eneo ya Kivu ya kaskazini, nayo kwa chini ya uchunguzi wa fm 23. Kauli ya Bintu Keita mjini Goma kufuatia mazungumzo yake na ujumbe wa fm Ijumaa hii Juni 13, 2025: nilikuja Goma kwa ari ya kusikizana na kubadilishana mawazo. Ziara hii inakuja katika wakati mgumu katika mazingira ya mvutano unaoendelea na siku chache kabla taarifa yangu mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Leo nilikutana na uongozi wa muungano wa M23. Mkutano huu ni sehemu moja ya juhudi zinazoendelea za pamoja zilizoanzishwa miezi kadhaa iliyopita ili kuwanufaisha wakazi kama unavyojua kwa uwezeshaji wa arsm ishirini na tatu na MONUSCO wanajeshi zaidi ya elfu moja wa FARDC na PNC wamehamishwa kutoka Goma hadi Kinshasa. MONUSCO inasalia na nia ya kuunga mkono juhudi zote zinazoweza kusaidia kupunguza mvutano viongozi wa fm 23 walionyesha nia yao ya kutafuta suluhu la amani la mgogoro huo. Munusku pia bado iko tayari kutoa msaada unaohitajika kwa mipango yote inayoendelea ya amani. Katika tu ziara yake ya kazi hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoani Kivu ya Kaskazini, jijini Goma, mwakilishi maalumu wake katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na mkuu wa Munusku Bintu Keita amekutana na kamanda wa kikosi cha Samir DRC ikiwa ni jeshi la huko South Africa, Meja Jenerali huyu ndiye kupa leo mjini Goma. Wamezungumza masuala kadhaa, lakini hakuna taarifa yoyote ambayo ilitolewa mbele ya vyombo vya habari.